Mevuka malengo kwa kuandikisha idadi kubwa ya wanafunzi licha ya changamoto za uchakavu wa madarasa na madawati Innocent Alois anaripoti. Hii ni siku ya kwanza ya masomo kwa mwaka elfu mbili na kumi na sita ambapo shule za msingi nchini zinapokea wanafunzi wapya Soma kwa sauti lakini tutahitaji ushirikiano wako wa karibu. Mwapokelewa vizuri shuleni hapa? Hatujatozwa ada yoyote. Hii ni shule ya msingi Hekima iliyopo Manispaa ya Ilemela jijini Mwanza. Licha idadi kubwa ya wanafunzi waliokuwepo tangu mwaka jana, matarajio ya mwaka huu ni kusajili wanafunzi wapya themanini wa darasa la awali na 80 wa darasa la kwanza. Kwa upande wa darasa la kwanza tuli expect kuandikisha kwa na wenyewe watoto wa vulana 40, wasichana 40, jumla 80. Mpaka sasa uandikishaji wa darasa la kwanza wa wavulana ni 63, wasichana 64, jumla 127, na, na bado tunaendelea kuandikisha. Je, miundo mbinu ya shule hii inajitosheleza kumudu ongezeko la wanafunzi walioandikishwa? Miundo mbili ya shule yaitoshelezi, ni na madarasa vyumba vya madarasa sita, lakini kulingana na idadi ya wanafunzi ninapaswa kuwa na madarasa ishirini na moja Kwa hiyo upungufu ni vyumba vya madarasa kumi na vitano Inapaswa kuwa na madawati yapatayo mia nne kwa uwiana wa watoto wawili kwa dawati moja, sasa nayo mia moja na ishirini upungufu na mia mbili themanini, licha ya wanafunzi wa darasa la saba kufurahia ujio wa wanafunzi wapya, hofu ya mlipuko wa kipindupindu inatawala kufuatia upungufu na uchakavu wa matundu wa vyoo sanjari na uchafu wa mazingira. Hali ya vyoo shoni kwetu vyoo yaani, ni vichafu, vingine vimebomoka. Saa hivi ni kipindupindu. Inaomba serikali tusaidie, wadogo zetu wengi wameandikishwa kwenye shule yetu lakini madawati hayajaongezeka kwa sababu serikali, tunaomba itusaidie mada, msaada wa madawati shule. Ya msingi Hekima yenye zaidi ya wanafunzi mia nane na themanini imepokea fedha za ruzuku kiasi cha shilingi laki nne na kumi na mbili elfu ambapo walimu wanasubiri maelekezo ya serikali ilizisaidia kutatua changamoto zilizopo. Innocent Alois, Azam News.